ya Japani ya, ya uh, labda tupitishe huyu. Pia ni mkurugenzi wa mamlaka ya maendeleo ya biashara nchini TanTrade, Latifa Mohamed i mpaka sasa hivi uh, kwenye upande wa haya maonesho uh, tupoje nafasi yetu kama Tanzania? Asante sana uh, ndugu mtangazaji Rehema uh, kwa upande wa Tanzania tuko nafasi nzuri kwa sababu kama mnavyofahamu jana, tarehe ishirini na tano mwezi wa tano katika Expo 2025 Osaka tulikuwa tuna siku yetu maalum ya taifa la Tanzania. Kwa kweli jana tumevunja rekodi. Taifa la Tanzania jana lilitia fora kuonyesha utamaduni na tofauti na Wajapani we, we, we wengi wakitufikiria. Tulionyesha utamaduni lakini tulionyesha uwezo wa kila sekta kama Tanzania na hakika siku yetu ilitia fora sana. Hatimaye kama profaili yetu kwa Japani ilikuwa iko chini, sasa jana imepanda. Tumesababisha kupanda kuonyesha uwezo wetu. Uh, kikosi kilitimia, lakini tulifanya burudani na program ambayo tumekusudia, ile program kutuma ujumbe wa dunia wale washiriki pamoja na Wajapani. Kwa hiyo ujumbe wetu umefika, kwa sababu baada ya national day tulipokea wageni wengi sana, banda letu lilizidiwa sana na wengi walikuwa wanauza masuala masoala mbalimbali. Lakini pia katika mkakati wa kufanya Kiswahili kuibidhaisha Kiswahili kuwa bidhaa kweli naona kwa upande wa Japani tumefanya vizuri sana kwa sababu jana tu tumekutana na Wajapani wengi wamekuja kutembelea Tanzania banda letu na wanaongea Kiswahili. Wengine hatukujua kama hawa wanaongea Kiswahili, wanatusikia na walikuwa wana wanafurahia na wanaongea Kiswahili kizuri kama Mswahili wa Tanzania kwa kweli. Na kwa hiyo Kiswahili sasa hivi hapa Japani kinasomeshwa katika chuo kikuu cha Osaka na miongoni mwa programu zetu ambazo zitakuwa zinaendelea mwezi wa saba, siku ya Kiswahili duniani hapa hapa katika maonyesho haya tutakuwa tuna program maalum ya Kiswahili ambayo itasimamiwa na Bakita. Kwa hiyo kama nilivyosema, sisi kama mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania na tumepewa jukumu la kusimamia hizi expo zote. Kwa hiyo huwa tunaandaa program mbalimbali mbali. Zile program tunazidesign kuhakikisha zile expo hatuendi kushiriki tu kuonyesha tukawapa watu broshua wakaondoka. Tunaenda tuna design program kuhakikisha fursa zote zile za wale ambao wanashiriki yale maonesho dunia nzima iliyoko pale, tunafaidika na kila kitu ambacho kitakuja pale, na nikushukuru sana, basi hivyo ndivyo tuna